Naam, ni matumaini yangu mzima na afya kweli kwelikweli, mwana michezo popote pale ulipo, kaskazini, kusini, magharibi, pasina shaka kuwa sahau watu wa mashariki, njoni hapa tuzungumze michezo na burudani, kwani ndiko sehemu pekee tunapoweza kuzipata zile taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa ndani ya vijiwe hivi vya Mwembe Yanga. Niye na madhumuni yangu ni kukupasha mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani na sasa niko na side wa Simba Sports Club. Saidi wa Simba, tunakwenda kuyaangazia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Unataka kujua ni kitu gani tunachokwenda kukizungumzia? Kuwa nami kwanzia mwanzo bwana mpaka pale tamati. Side vipi? Yeah, safi kabisa. Tambo ndugu yangu. Tupo michakato tu hapa na pale, naamini ni kipindi ambacho tupo kwenye uchaguzi, tunajikuta sisi ni viongozi wa upande wa CCM upande wa Temeke, basi inakuwa kwa muda mwingi tupo kwenye michakato cha chama kwa mwaka huu Bwana, Simba iko poa, lakini ya iko safi kabisa, yaani iko imara yani, na iko sehemu salama eh? Ya Simba ipo sehemu salama katika mikono, ya sehemu salama kwa sababu tunaona eh, eh, bodi imeweza kutuletea viongozi bora wa michezo leo tunamuona magoli ambayo sisi tulimtegemea kwa muda mrefu tumemwona babla ambayo tulikuwa na matumaini naye kwenye maendeleo ya football la Tanzania. Tumeona viongozi wengi wanarudi katika Simba, ndio maana nasema Simba iko katika mikono salama, chini ya mwenyekiti wa bodi Magoli. Eh bwana, nianzie hapa. Mchezo wa kirafiki wa Simba Sports Club dhidi ya Alihlali, mchezo mwingine. Mchezo wa kwanza Simba Sports Club alishinda goli mbili moja katika viwanja vya meja Semoyo. Mchezo wa pili Simba Sports Club alipoteza kwa jumla ya magoli manne kwa moja wazee wanakwambia yale magari unayoliona gari likiwa barabarani lina matairi mangapi? Manne. Ndivyo simba alivyosimamishwa hapo yani. Umesema mara ya kwanza, mara ya kwanza ilikuwa ni meji yasehemu. Huyo mechi ya pili viwanja vya jimbo hasa. Hapo unaangalia tu viwanja na hadhi ya Simba, unaamini tu kabisa kwamba huku tulicheza kwenye ndondo kapu na levu ya Simba haiwezi kucheza viwanja kama hivyo vibovu, ndio eh? maana tuipoteza mchezo wa wa kirafiki wa jana, lakini wangerudi pale pale. Unajua wale ni wajanja, walipoona pale kwenye ule uwanja ambao ligi kuu tunaenda kuutumia tunaumudu sisi, tunataka viwanja vikubwa venye pesi kubwa. Wangecheza hata KMC pale tungeza kupoteza labda, au tungecheza Mwembe Yanga tungeza kupoteza, lakini wangerudisha pale pale walipofia goli mbili, wangefungwa zaidi ya zile mbili, kwa sababu ule uwanja una wastani mkubwa wa, wa mashindano ya Afrika, una wastani mkubwa wa vigezo vya CAF. Ndio maana tumeweza kwenda kuutumia kama uwanja wa ligi, kwa pale jimkana ni uwanja wa mazoezi. Mimi naamini mwalimu pia kutumia wale wachezaji wa, wa, wa, ambao wanawatumia kwenye kosi cha kwanza e, nadhani msazi wa Afrika beki aliweka pembeni e, goli kipa yupo kwenye timu ya taifa Kamara nani anaumwa, ana, ana, ana kwa ukija kuangalia walicheza wachezaji wa kawaida, ndio maana wale wakapata afueni ya kupata alama tatu kwenye uwanja wa mazoezi kwa mimi naamini kwamba hii haiwezi kututoa kwenye mchezoni katika mechi ya kirafiki, hata kama angetufunga goli kumi. Nikikumbuka kwamba mwaka mmoja tuwe kucheza Sevilla hapa, Sevilla ile ambayo imetoka Barcelona moja moja, akaja hapa ikacheza na Simba, tukatoka tano kwa nne naamini zile ndio mechi, lakini tulichezea wapi? Uwanja wa Mkapa. Sasa hii mechi ya juzi ni mechi ya kawaida tu ambayo, mechi ya jana ni mechi ya kawaida ambayo ni frendi mechi, kwanza, nyewe nyewe, mmeshasema ni mechi ya kirafiki. kwa mimi naamini ni frendi mechi haiwezi kututoa mchezoni, ni kipimo sahihi kwa Simba Sports Club kwenda kujiimarisha vizuri kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa. E, ni kipimo sahihi kwa sababu Al Hilal ni timu kubwa upande wa mashindano ya Afrika na ina rekodi nzuri katika mashindano, japo achezi ligi ya kwao kutokana na matatizo ya kimachafuko ya kinchi, lakini anakocheza anacheza katika challenge kubwa sana. Kwa sisi kama Simba tunaamini ni kipimo, na kufungwa ni mwanzo halisi wa kujua wapi kwenye shida, na mwalimu anapofika akifika tu kwenye ushindi, maana yake hawezi kujua ubovu wa timu yake. Lakini naamini hapa sasa ameshajua nani kosti ya kwanza, nani amfikirie kuingia kwenye kosti ya kwanza lakini kwa hivi sasa lazima arudi kwenye ile ile mfumo ambao aliokuwa anatumia Fadu, aliokuwa anatumia Matora. Naamini kwamba ndipo anaweza kupata alama tatu katika ligi au mashindano ambayo yanakuja ya kimataifa. Tuseme ni mapema sana kumwangushia lawama kocha Pontevu, kwa maana michezo ya kirafiki bado sio kipimo sahihi kizuri cha kuonesha ubora wake na ile thamani ambayo wana simba wanaitarajia. Mi sijui kama kuna mtu anaweza akamsema kam, kocha vibaya, kwa sababu kocha bado hajaingia kwenye kikosi chochote ambacho tuwacheza mechi za kimashindano. Ingekuwa laiti kama tumeshaingia kwenye ligi akapoteza, tungeanza kusema mwalimu amekuja, jipange sasa, hii ni ligi na hii ni Tanzania. Lakini huyu mwalimu alivyokuja amecheza friend game tu, hajacheza mechi ya kimashindano. Kwao mimi naamini kwamba yule mshabiki au mchambuzi atakaye mchambua kwa sababu ya mechi ya rafiki, siaoni kwamba ana sababu za msingi kumuanza kumlaumu kocha. Angelaumu wachezaji, ningeweza kusema labda kuna kitu kwa sababu kwanza mwalimu huyu alipofika, kwanza tumpongeze kwa sababu anakuta timu imeshasajiliwa na nafika inatakiwa aanze kuitafuta muunganiko. Tunamshukuru Mungu tumekutana na break ambayo hii yenye mashindano ya kimataifa hii ni break nzuri ya mwalimu kwenda kupanga timu yake vizuri ya wiki mbili. Sasa hizi friend anazozipata tumpe na nyingine akipoteza tumpe na nyingine, akishinda tumpe na nyingine, akitoa sare, si tunaamini ni kwenda kutengeneza timu. Lakini katika uh, wastani wa kumpa matokeo kwa sababu ya ya friend game, mimi bado sana na mashabiki wa Simba, sidhani kama wako huko, ndio maana si atuzungumzi na hatuwezi kuitathmini mechi ya ya kirafiki katika uwanja wa mazoezi. E bwana, tuzungumzie mimi na wewe kwenye hili. Wachambuzi wengi wanazungumza na kila mmoja huwa anazungumza yake, lakini kubwa zaidi wanachokizungumzia sio matokeo ya Simba Sports Club ila wanachokizungumzia ni mfumo mpya ambao umeenda kuanzishwa Simba Sports Club. Baadhi ya wa wachambuzi wengi walivyouona ule mchezo wamesema biriani imerejea Msimbazi. Ah, mimi nachoamini na kwamba wao watazungumza, lakini mwalimu atakuja kutupa radha nzuri sana. Mimi ni falsafa ya mtu anayechezea mpira, hata kama unafungwa lakini unaamini mpira umeuchezea. Ilikuwa hapa katikati kwenye mechi hizi mbili moja ambazo tumecheza za kimataifa pamoja na ligi, tulikuwa tuna wastani wa kuwa na presha katika matokeo, tulikuwa na presha katika kushambuliwa, tulikuwa na presha katika sababu tulikuwa tumetengeneza wachezaji kama ukuta. Tumeona beki namba tatu, sasa tuna tuna mgeni unakuja, beki namba mbili ni Kapombe, ukija namba tatu namba nne na tano unakutana na mwenyeji mmoja mgeni mmoja, ukija namba sita kuna Kante, ukija namba nane kuna Ngoma Kagoma. Kwa hiyo unaamini kwamba katika wachezaji ambao waliokuja sasa hivi tunahitaji muunganiko, tunakwenda kutengeneza muunganiko kutoka pay season, na mwalimu tuko nayo Fadru, tunarudi pale mwalimu anaondoka sasa, tunakuja kurudi baadaye tutengeneze tena, tunakutana na Matola tunakutana na Moroko. Kwa sasa ukija kuangalia walimu wote wamepita katika wakati ambao Simba inahitaji kitu na kitu bado hakijakuwa sawa. Sasa ukija kuangalia huyu mwalimu anayekuja, tunaamini biliani itakuwepo, kwa sababu tumeuona mpira wa juzi ambao Matola testi tu kupanga kikosi ambao wachezaji walikuwa watumiki, tumeamini wachezaji wameenda kucheza mpira mzuri sana. Sasa kuanzia kwa Namungo kwenda mbele tunaamini ule mpira biliani sasa unaenda kurudi mixoni ule, sasa mixoni ule tunaenda kumpata katika Simba Sports Club. Tukija kuangalia e, forward kutoka Ateba kuja soa, tunaamini magoli yatapatikana mengi, japo mabeki wameanza kuonyesha mipira ya kichwa, mipira iliyokufa wanaweza kutupa alama tatu. Kwa hiyo sisi tunaamini wana Simba tutegemee mpira ambao utakuwa na ladha nzuri sana kwa siku zijazo hapo mbele. Urejeo wa Mohamed Bajabir, mnasemaje wana Simba? Amerejea kutoka majeruhi Amerudi, ameanza mazoezi, lakini tunashuhudia jana akianza. Uh, kuna muda alipata nafasi ya kucheza, amecheza lakini pia vilevile vile tumeona performance yake uh, mchezaji akitoka majeruhi kama alikuwa hapa. Mohamed ametoka majeruhi na alikuwa anacheza kule kwake, nadhani break ya majeruhi imeweza kumpa hiza, kumrudisha au kumpa wasichani mdogo wa, wa, wa kuperform kwenye ligi, lakini mimi naamini kwa hizi mechi mbili tatu za kirafiki anaweza akarudi, na sisi kama wanasimba hatumtegemei arudi haraka kwa sababu Simba ndio kikosi kipana na uwezo na mkubwa wa kuweza katika namba kuna wachezaji zaidi ya mmoja. Kwa hiyo yeye kama anacheza namba kumi, kuna namba kumi wengi; akicheza namba nane, kuna namba nane wengi; akicheza winga kuna winga. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kila mchezaji wa Simba anahitaji kuitumikia Simba, lakini mimi na, napongeza kuona kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia Mohamed kurudi na kuja kutupa kile alichokuwa nacho, na sisi kama wana Simba, tuna tunaimani naye kubwa mno, si kwamba yeye ndo tunamtegemea ila tunaimani naye kuja kutupa raha za wanasimba na kutupa furaha kama alizokuwa nazipata kwa wachezaji wengine. Kukosa makombe kwa muda mrefu kwa Simba, mnadhani changamoto haswa ilikuwa ni nini? Ni kujipanga kwa uongozi na wachezaji kwa sababu tulikuwa na makando kando mengi na tulikuwa na wa wachambuzi wa, wa wetu wa, wa klabu ya Simba, kila mtu anazungumza la kwake. O kwa mimi naamini kwamba kutoana kwenye njia tu, lakini kukosa kwa ubingwa hata Madrid ilishakosa ubingwa mara tano mfululizo ni vitu vya kawaida promoko la mpira katika upande wa ligi, kwa upande wa Simba ni vitu vya kawaida kuna miaka, kuna mwaka wa nyuma hapa tukikurudisha, tulioshawahi kukosa ubingwa, mwaka wa kwanza akachukua Yanga, mwaka wa pili akachukua Azam mwaka watatu yote mfululizo akachukua, akachukua Yanga. Kwa hiyo mimi naamini tulikosa ubingwa mara tano lakini tulivyorudi tukachukua ubingwa mara nne. Kwa hata hii tumekosa ubingwa mara tano au mara nne sio kwamba itaweza kututoa mchezoni lakini sisi tunaamini kama Simba tumejipanga. Ndio maana tumeanza na uongozi kumrudisha Babla ambaye alikuwepo kwenye miaka minne ya ubingwa, tume Magoli ambaye alikuwepo kwenye miaka miwili mitatu ya nyuma, kwenye ndani ya miaka minne. Tumerudisha wale watu ambao wanaweza kuja kuipambania Simba na kuwa na mapenzi ya dhati ya Simba kuliko wale ambao tulikuwa nao, walifeli padogo na wameshindwa pakubwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Magoli anaenda kuirudisha Simba kwenye morali akisaidiana na Babla baada ya kukosa mabingwa, ubingwa kwa muda mrefu sana. Itoshe na kusema ya kwamba msimu huu mnaiona Simba ikiwa bingwa. Si bingwa wa ligi tu, bingwa hata kombe la, kombe la Afrika kwa sababu kama tunajipanga na tumeweza kufika fainali ni kikwazo kidogo tu ambacho sisi tulishindwa, lakini mimi naamini kwamba kwa msimu huu tunaweza kuchukua FA, tunaweza kuchukua ligi na tunaweza kufika mbali kwenye mashindano ya kabingwa mpaka kuweza kulikaribia kulichukua lile kombe, kwa sababu ndiyo ndoto ya watanzania wengi. Ni nani siku moja atakuja kuleta kombe la Afrika katika ardhi ya Tanzania? Swali la mtego ili kaka nimekuuliza sasa hivi. Ah, mimi naamini kwamba ubingwa ni upo. <laughs> sije kakukuta a few moment later. Hapana, mimi nachosema, <laughs> ubingwa upo kwa sababu tunaona hmm, mechi ndogo Mbeya City ameenda kutoa sale. Ukija kuangalia hapa mechi ya ligi hapo hajacheza na Azam hapo. Hapo hajacheza na Singida ambayo ina chama. Sawa. Inawacheza ina rupia ina Aucho ambaye ilikuwa injini ya Yanga, leo injini ya Singida bado umecheza na wale watoto wamepanda daraja msimu huu, na timu zinazomsumbua Yanga na kukosesha ubingwa kwa misimu minne ilikuwa ni timu ndogo bado, TRA ambayo ilikuwa zamani Tabora, leo ni TRA. Yani wale wamebadilisha tu jina, wametoka Tabora kuja mjini, kwa sababu TRA ndio hapo katikati ya mjini. Ukitoka TRA unakuja Msimbazi na unakwenda kule bondeni. Kwa maana yake tunakuja kuamini kwamba ligi ya Tanzania inaenda kupanda na inaenda kupanda vipi wachezaji wanaotoka Simba naanga, mbali, na Yanga hawaendi mbali wako hapa hapa na sisi ndo tunaamini wanapokwepo hapa hapa tunaendelea kupata challenge hata kwenye mashindano ya kimataifa au kwenye timu ya taifa kwa hiyo tunaamini mwalimu akifanya vizuri zaidi ubingwa tunachukua kwa sababu tupo pale juu tutaweza kuchukua ubingwa. Neno moja kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Mimi neno moja kwa mashabiki wa Simba, kwanza tutengeneze umoja. Haya maswala sijui nani kaenda huku, nani anatangaza jezi, nani anauza nini, mi niwaambie kazi ya msemaji wa Simba ni kulinda brand ya klabu ya Simba. Kulinda brandi ya Simba kwanza inaanzia kwenye jezi. Kwa hiyo kile anachoenda kukifanya, huwezi kukifanya wewe Kisugu, huwezi kukifanya wewe fulani, kwa sababu haendi kuuza jezi, anaenda kutoa elimu ya jezi. Sasa tulikuwa tunailia hizi hamasa, kila siku tunazifanya Dar es Salaam hajui kelo za hamasa mikoani. Leo Ahmed Ally kafika Arusha, kawapa maelekezo jinsi gani waje kwenye timu kuisapoti Dar es Salaam. Amewapa maelekezo kutoka Mwanza, amefita kila mikoa ambazo anaenda kuwapa hamasa, watu waje waiunge mkono klabu yao, sio tu kwenda kuuza jezi. Hamedi auze jezi, asiuze jezi, bado ni mfanyakazi na ataendelea kulipa mshahara. Ila anachokifanya ni kutoa elimu ya jezi. Sasa wakikupa wewe utoe elimu ya jezi kwamba utakachoangalia wewe ni maslahi kuliko kutoa elimu ya jezi, kwa sababu gani? Nani atakusikiliza wewe kwenye elimu ya jezi? Sawa, atakayemsikiliza ni kiongozi. Sasa viongozi wapo kwenye bize na kuijenga Simba yetu ili iwe bora. Nani anaenda kuitangaza? Kitengo cha habari, ndio kazi yake kutoa habari kwa wadhamini, wawekezaji na wafadhili. Angesema ameenda kuitangaza modeuji au Foundation au nini, tungesema huyu amelipwa kwenda kumtangaza modeuji hapana ameenda kutangaza brand ya klabu ya Simba leo mzamini aliyowekeza pesa nyingi leo mzamini liwe... anaenda kuleta basi akihujumiwa kwenye jezi mikoani maana hapa Dar es Salaam sasa hivi hawezi kuuza jezi fiki wengi wanakimbilia mikoani sasa elimu imewafikia mikoani sasa hivi watu hawezi kununua jezi pale mikoani kwa mfano mkoa wa Arusha sasa hivi tumeenda kuweka mtu special ambaye hatapokea jezi zote original kwa hiyo wale wote ambao mnauza jezi ya Arusha haina haja kuja Dar es Salaam. Mnakwenda sehemu fulani tayari jezi unapata. Ukienda Mwanza unamkuta jeruti, umeelewa? Ukienda Dodoma unamkuta jeruti, ukienda Mbeya unamkuta jeruti, ukienda Bariadi, yani kila sehemu kuna mtu ambaye tunaenda kumwacha auze jezi za Simba. Sasa je, wewe ungepewa ungeweza kuyafanya hivyo na watu wakakusikiliza? Mtu saa nne usiku anaacha kulala Anamsubiri Ahmed Ally moja brandi mbili, nani anayekuja lakini, leo akienda Kisugu, kila siku anamuona. Mbea, akienda kwenye mechi wanamkuta, akienda wapi wanamkuta, akienda. lakini unani wanamsikiliza kwenye elimu ya jezi kwao. Mi naamini kwamba sisi wana simba wote tupo kwa ajili ya kuisaidia Simba. Leo acha isaidia Ahmed Ally baada ya kurudi wasemaji wa, wa, wa, wa, wa, wa Simba wako wengi watakaweza kufanya hivyo, kwa sababu ndio kazi yetu sisi, ni kuisemea Simba mazuri na mabaya, kuyaweka sawa ili yaweze kuwa mazuri, lakini sio mabaya kuyaweka public. Simba tuna kuna miiko yetu. Kama kuna sehemu Ahmed Ally amekosea, una namba ya simu, una sehemu ya kutana naye, una sehemu ya kuzungumza naye, kuliko kuchafua ili watu wasiweze kufanyaje, kumsikiliza, wakati yeye ndiyo mwenye kitengo cha kuweza kuzungumzia maendeleo ya klabu maendeleo ya kwa sababu gani? Nikutolea mfano, sababu sema, tuzungumze na wana Simba, ilipotokea machafuko ambayo wao waliaita machafuko, lakini mimi naaita ilikuwa ni changamoto ya klabu ya Simba ndani ya miaka minne, ilitokea, anaenda kukutana na watu Mwembeanga yeye, wakati ilitakiwa akutane Mangungu au Teageni au viongozi wa Simba, lakini kwa nini alikuwa anakwenda yeye? Maana yake alikuwa anakwenda kwa niaba ya klabu, kwa niaba ya wadhamini, kwa niaba ya wawekezaji, kwa niaba ya modeuji. Akienda pale pale imekwenda nembo ya Simba na kiongozi wa Simba kwa niaba ya kitengo cha habari na mawasiliano. Kwa mimi naamini kwamba kama kipindi kile tulimwachia timu na akawa anatuliza sisi, tukimponda uongozi. Leo kwenda kutangaza jezi, mimi sioni kama kuna malipo yote anayapata. Na kama kuna malipo yote anayapata ni kulala, kula, kukesha na kuangaika. Hiyo ni kawaida, ndio maana kwenye mshahara kuna bonus na basic. Basic ni mshahara wako ambao utapokea milioni moja, lakini kuna hali marupurupu, marupurupu ndio kama hayo. Bwana hapo kuna kazi, kuna break ya timu ya taifa. Tunaweza tukazunguka mikoa mingapi? Sikaenda, kapita Arusha, kapita Singida, kapita Tabora, kapita Shinyanga, kapita pale, anarudi wapi? Sasa hivi yuko Dodoma, kesho yuko Dar es Salaam. Anarudi hapo tendera hamasa zingine. Kwa hiyo isifikie tu watu wakajengwa na waandishi wa habari wakalitumia ili neno la kusema hapana. Ahmed Ally kafanya hiki, Ahmed Ally kafanya hiki, Ahmed Ally ametimiza wajibu wa kama afsa habari ili apeleke habari kwa mashabiki wa Simba ili mashabiki wa Simba wapate habari lazima wapate kwa afisa habari. Nani atajua jezi fake? Lazima apate kwa afisa habari. Hao hao ambao sisi wana Simba ndio tunaweza kuuza jezi fake wapo. Kani wafikia anaweza kuuza jezi fake pia mwana Simba wapo ambao hawapendi maendeleo ya klabu wanapenda maendeleo binafsi. Leo anakwenda Mbeya sisi tumjua nani amepeleka jezi fake. Lakini wakishapelekewa elimu hata akikukuta una jezi fake hawezi kununua. Kwa hiyo mwana Simba yote tunaomba Mungu bei ikipanda baadaye ikipungua, wana Simba wote watapata jezi na bei hiyo. Ni rafiki, unamkuta mtu ana ng'ombe ana nini ana sehemu ya kwenda kununua jezi, hajui elimu ya jezi, hajui kuskani jezi. Kwa sababu kuskani, mtu anaenda kwenye picha pale, akijaribu akijaribu, mwambie akiona iskani, ah, hii fake, kumbe ni original. Amepataje elimu? Kaja afisa habari, ndio mwenye kitengo cha habari, ndio mwenye kitengo cha dikto ambacho kinajua jinsi gani ya kuskani, anakuonesha lakini mimi navyompeleka huyu huyu mwenzangu na mimi ambaye ni, ni mshabiki wa Simba ili wakusikiliza atasema yule njaa yule hela yake ile, sio kauli ya klabu. Lakini huyu amekwenda akisema hii ni kauli ya klabu. Kwa hiyo mi naamini kwamba Ahmed Ally anafanya kazi kubwa sana, amefanya kazi kubwa ya kuwakusanyisha wanasimba kuongea lugha moja, amefanya kazi kubwa ya watu kuenjoy iwe kwenye jambo lolote la kisiasa la jambo lolote la kimichezo. Kwa hiyo mi naamini kwamba wanasimba tumpongeze sana Ahmed Ally. Katika wasemaji ambao tulipata na tuto, tutakuja kuwajutia tukiwapoteza ni Ahmed Ally ame ameweza kuituliza Simba kwenye matatizo, ameweza kuijenga Simba kwenye shida, ameweza kuijenga Simba, Simba kwenye shida yoyote ambayo inaweza kupitia. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba tuendelee kumpongeza Ahmed Ally, tusimue moyo kama amekosea na sehemu zake za kukaa naye chini na kumweleza na ninaamini au wana Simba wote wameshafanya hivyo na wameshakutana naye na wameshazungumza, sio kutanane kwa njia yote, hata kwa njia ya simu tu. Na vile vile, yes kaunga kwenda Mbeya, wechukua kosa sisi tungeunga kwenda huko huko alipo. Ndio maana halisi kama tumeweza kuifuata Simba ilipo, hatuwezi kushindwa kuifuata amasa ya kuitangaza jezi yetu ya, ya, ya Simba kokote ilipo. Ndio maana kuibrand club inapoingiza mapato ndio wazamini wanaendelea kuisaidia Simba kufanya usajili, inapoingiza mapato ndio leo kambi bora, inapoingiza mapato ndio Simba inafanya vizuri leo. Tunasema Queensi haifanyi vizuri, haifanyi vizuri kwa sababu ipi? Auwezi kujua, umeelewa changamoto ipi wanaopitia? Hakuna hakuna mtu yote wa Simba anayezungumzia Simba queensi. Kwa nini tunaizungumzia simba wanaume kwa sababu muda wote tunaye Ahmed Ally, muda wote tunaye motaza mangungu, muda wote tunaye magoli kwao. Mimi naamini wanasimba, e, tuwe wamoja, tuendelee kuwa wamoja, msimu huu ni zamu yetu kuchukua ubingwa. Asanteni sana, shukrani sana, asante sana.